Ni kitoto ambacho ulionyesha hata kufurahia mwanangu kuwawa, ukasema, Mungu wenu amepiga. Yani wame, wameua wanadamu kwa sababu ya kuchukizwa na kupinga mabaya. Hiki kitoto hiki, hiki kitoto hiki kiliwahi kusema Mungu yani kuwawa mtoto wangu wa pekee, hiki kiliwahi kusema Mungu amepiga kwa sababu tulimpinga Kakobe alipohamasisha chanjo za mbinguni, miongoni mwa yaliyomo moyoni mwa Mungu. Leo imeandikwa hivi katika kitabu cha Korinto wa Kwanza sura ya 3 mstari wa 16: hamjui ya kuwa ninyi mmekuwa hekalu la Mungu na ya kuwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu. Kama mtu akiliharibu hekalu la Mungu, Mungu atamharibu huyo, kwa maana hekalu la Mungu ni takatifu, ambalo ndiyo ninyi. Swali ni madhabahu inakaaga wapi? Wapi ndo ni ma, wapi ambako ni madhabahuni? Ni kwenye kigema fulani? Kanisa ni nini? Kanisa ni jengo au ni mtu? Madhabahu ni nini? Madhabahu ni jengo ni, ni kigema fulani? Kama sisi ni hekalu, kama sisi ndio kanisa ama wa, wa, wa, wa, Kristo, wa, wa, watakatifu wa Mungu, watu wa Mungu ndio kanisa ndio hekalu je, sio madhabahu iko ndani ya maisha yetu haya? Kuabudu ni nini hivi? kuabudu ni kule kuja kanisani ndo kuabudu au kuabudu ni kutii sheria maagizo amri za Mungu? Kuabudu nini? ni huku kuinua mikono Kuabudu ni nini? Ni huku kuinama na kuinuka? Basi hivyo ndo tuna abudu? Au ni kule kuimba kanisani? Au kule kuimba kanisani ku kuinama, kuimba, kuh, kuh, hizo nyimbo tunazoita za kuabudu, ni ili tuziandae akili zetu zisikie, zielewe namna tutakavyoabudu, kwa sababu kuabudu ni kutii sheria. Sanamu ni nini? Sanamu ni picha au sanamu ni kile kitu kinachochukua nafasi ya jambo jema uliotakiwa kulifanya, unakiogopa au kinakushawishi au kinaonekana kina faida kwako, badala ya kufanya lilopaswa kufanya, ndio unafanya tufanye. Kuweka picha ya mhubiri kanisani ni kuweka picha madhabahuni ni kuweka, ni kufanya huyu mtu abudiwe. Kipi? Sio picha hivi? Ukuta sio picha? Mimea, ukiweka mimea madhabahuni, e, ukachola milima, ukaweka vitambaa vyekundu na vyeupe na vyeusi na vya kijani na vya bluu. Havina picha, uh, picha picha picha hivi picha ni nini? Picha ni nini picha. Eh, hivi vitu vyote sio picha. Picha ya, ndio maana naitwaga picha ya kitu fulani. Haya, tuachane na hilo. Eh, kuna shida gani kukiwa na picha za mhubiri au za watu wa Mungu kanisani? Mungu ni nini? binadamu ni nini? sio iliandikwa mumeumbwa kwa sura na kwa mfano wa Mungu, wanadamu ni sura na mfano wa Mungu, kwa mfano ilionekane tu. Wewe mtoto una vita kweli kweli? sisi tumeweka picha za watu wote kanisani pengine, kinachokuuma kwa nini hii moja imezidi? Ah, tumeweka za watu wote, kwa sababu hatua ya mtu sisi Mungu ni hatua njema ya mtu, ni mtu yoyote anayefanya vizuri sisi kwetu ndio Mungu. Kwa hiyo hatua za watu wale waliokuja kanisani tumeziweka kama kumbukumbu kumbu, ya moja ya watu waliojaribu, waliothubutu baada ya kukujibu yote haya, kukuonyesha sisi ni hekalo picha. Afadhali hata picha za wanadamu, kwa sababu wana sura na mfano wa Mungu kuliko picha za mimea za milima za wanyama zinazowekwaga kwenye madhabahu zingine, au kokoto na kosari, ama unaweka YouTube humo, usingeweka picha yako? Ni dhambi, unataka wabudiwe watu, wanakuwa huyu mtoto ni nyoka aka katoto ni kanyoka kenyewe. Kufanya hivi kanafanya ili kuwapoteza watu, kuwatoa watu kwenye focus ambayo nchi ipo, nchi hapa ilipo. Ipo kwenye wakati ambao kila mmoja ilibidi aliye apige kelele juu ya watu kuwawa, watu kutekwa, watu kuteswa. Hivi vitoto ndo vile ambavyo e, mtu mmoja alimuuliza Yesu akasema, hivi jirani yangu ni nani? Yesu akamwambia, kuna mtu alikuwa anaenda Yeriko, akakutana na majambazi, wakampiga, wakamwacha melala. Kuhani akafika pale akamwona akasema, mimi nawahi kuhubiri, nikianza kushughulika na huyu nitachelewa. Mlawi naye vivyo hivyo akafika pale akasema, hapana, mimi nawahi kuhubiri, nawahi kwenye huduma, Roho Mtakatifu ajanifunulia Loo, mtakatifu amegawanya, amewapa wengine kushughulika na maumivu ya watu wengine, ametupa ame kuwakosoa na kuhangaika na wanaoshughulika na vilio vya watu hao, ndo tunahangaika kuwatoa watu kwenye focus. Wamwone huyu mtu ana matatizo, msimsikilize sana na matatizo sabu kakatoto kenyewe ndo ni kama kamevua shati kabisa. Kamevua shati, kila kunapokuja kanafuatilia mbarikiwa kaongea nini na kenyewe, kamo kamo kamo. Utachoka, utachoka. Haya maji marefu haya maji marefu. Mimi ni kama Yesu. Yesu, ili kuhakikisha alilolijia ali limetimia alimjibu kila mtu kila mtu. Shetani mara kadhaa anatumiaga vichafu vichafu, kama hiki, ukiangalia hata ndevu zake kichafu kichafu, kinaonekana kichafu, cha moyo kichafu, cha tabia, kina roho mbaya, kwa sababu sasa kiko kwenye kazi maalum, kuwatoa watu. Huyu mtu inakana, mmemwamini? Hatujaaminiwa kwa sababu tumejiaminisha, tumeaminiwa kwa sababu ya dhamiri njema safi zisizo na ila zinazoangaikia mambo yanayotakiwa kuangaikiwa kwa wakati. Yesu kasome kasome, Yesu kwanzia Yohana zote, lakini hasa Yohana sita, saba, nane. Utaona Yesu kajibizana na watu wa kila aina, wahovyo kama hivi takataka taka hivi, lakini pia hata wale ambao e, wanaonekana ni waheshima sawa ambao wanatakiwa waongee na Yesu, wote alifafanua, wote alieleza, kwamba kwa nini mnanivunjia heshima? Kwa nini mnasema mimi pepo na Msamaria? Mimi sijafika hapa kwa kuacha kunguni kama hizi, sijafika hapa kuziacha kunguni kama hizi zikiwa zinapotoa watu kwenye fokasi ya mambo inayotakiwa kuhangaika, unaiacha tu sijafika hapa kwa mtu anasema nyamaza, mwachie Mungu. Yesu angemwachia Mungu asingekuja hata duniani, asingewajibu wale, asingewajibu kunguni kama hawa. Wanajibiwa alafu unaendelea na fokus ya ya wajibu wa uhubiri na kufundisha na watu wengine unaojua wanafaa kujibiwa nao wanajibiwa Yaani, kuna watu ambao tuko maalum tu kuhakikisha unalinda kila ambacho kwacho unaishi unakilinda, kwa gharama zote, kila nayetokea kukiharibu. Ndio maana Bibilia usi, usi, usielewe, lakini nasomaga sana andiko hili usielewe, usipende na kwa kipande kubwa eh, mtu ambaye anaweza kawa amesema mi ntanyoka na Mbarikiwa afe kipa, afe beki, huyo lazima ukute meseji za komenti za kumpongeza, kwa sababu mmezoea dunia, mezoea kuatak watu ambao wakijibu eh, utafichua mabaya zaidi. Mi sina sina mabaya, lakini nafahamu vitoto kama hiki ni rahisi sana. Daudi shime alitaga mbwa mfu i ukiita kunguni, unaona anatukana. Yesu aliwaita nyoka, wana wa majoka. Yohana aliwaita enyi uzao wa nyoka. tukuita kunguni kichafu, kupitiliza kichafu. Nia unaacha kuangaika na mambo ya maana kabisa, ya maana ambayo dunia sasa, nchi sasa, watu wanalia, watu wanaangaika, wanaangaika na vitu vya kipumbavu pumbavu tu na hasa ukimwangalia tu kili ukisikiza mbarikiwa huko utachoka. Haya maji marefu, ntakuacha utakuwa unaongea kripu tatu nne tano kumi na kunyosha moja hiyo hiyo itakuwa ina baki ikikuweka sawa, na baadaye ntakuacha kwa muda mwingi sana mwingi sana, na ongea utakiri moto umepaka mimate tu. Roho gani mpumbavu aina hiyo, anakufunulia vitu vilivyo kinyume kabisa na Biblia? Aliyekwambia madhabahu nikigema kile nani na picha ziwe picha, sasa ziwe picha ziwe picha tu za wanyama za mimea za... ndio sio picha hiyo, ndo haiwe sanamu, huko ndo sio kuabudu. Kama kuabudu ni kile kinachofanyika kanisani, kuimba, kuinama na kuinuka na mtu mwingine usie usiefahamu, mimi nisingekuwa na, na linda hivi, ningeshapotea kwa sababu hawa wakisha fichu wakisha sema sema haya, jamii inaanza kuacha kuconcentrate kile unachokifanya, naanza kusema na we, lakini na wewe una matatizo na wewe lakini una dhambi, lakini kwa sababu uongo usiofafanuliwa ugeuka kuwa ukweli. Katika Petro katika Petro, ee, Petro wa kwanza sura ya tatu mstari wa 15: muwe tayari siku zote kumjibu kila mtu asemaye au aulizae habari za tumaini lililo ndani yenu, lakini kwa upole na kwa hofu. Upole nini? Kwa utulivu. Akisema hey, Yesu alikuwa mpole na mnyenyekevu, ndo alimwambia alimwambia Herode mbweha ndio aliyowaambia Mafarisayo, wanafiki, viongozi vipofu wa vipofu, enye nyoka, wana wa majoka. Upole ni nini? Utulivu kabla ya kuchukua hatua fulani, kwa upole, kwa utulivu, lakini muwe tayari kumjibu mtu wa aina yoyote so

kwa muda wote tunaokuwa unahangaika. E, sio aina hiyo, na wala asifanyagi haya ili kupambana nafanya haya ili ku, ku, kuwafanya watu wabaki kwenye focus inayokuwa imekusudiwa. Na unajua kufanya hivi sina tafsiri kwamba Mungu hatakuja kunijibia, kunisemea, kunitetea nafahamu anaweza akaja kusema, lakini, we kitoto, ni nyoka, una kusudi la unyoka, tena unajifahamu, una kusudi la kufanya watu watoke kwenye focus ya ubinadamu na vilio vilivyopo. Ni kitoto ambacho ulionyesha hata kufurahia mwanangu kuwawa ukasema Mungu wenu amepiga yani, wame wameua wanadamu kwa, ma, kwa sababu ya, ya hila, kwa sababu ya kuchukizwa na kupinga mabaya. Hiki kitoto hiki, hiki kitoto hiki kiliwahi kusema Mungu yani, kuuawa mtoto wangu wa pekee, hiki kiliwahi kusema Mungu amepiga, kwa sababu eh, tulimpinga Kakobe, tulimpinga Kakobe alipohamasisha chanjo We mtoto ni nyoka, wewe ni nyoka, wewe Mungu gani? u, u, watu wanaua mtoto asiye na hatia kwa sababu ya mhubiri kupinga ubaya kwenye jamii. Wewe ni Mungu amepiga? We mtoto ni nyoka, wewe ni nyoka, wewe ni nyoka. Wewe kama kuna watu wanaweza akakuonya wakuonya, we kitoto ni nyoka, na sura yako inaonyesha kabisa una hila unayojitambua. Enwe anyway, uh, acha itoshe, na uendelee kufurahi. Hii ni sauti ya mtu analia akiwa ametokea kumhifadhi sifa. Endelea kufurahi, ujue Mungu amempiga, ufurahi na utafurahi sana nikiwa siku hai lakini ujue kama Mungu ataruhusu, hajaruhusu, utaendelea kuniona fly tu. Oh fly ni sauti ya mtu analia akiwa ametoka kumuhifadhi sifa. Kabla hapo, alikuwa analia akiwa ametoka gerezani. Kabla hapo, alikuwa analia akiwa ametokea nyikani. kabla na baada ya kuwawa kwa mwanawe wa pekee ambaye mungu wako wa kishetani alimpiga ye, yeah, anasema itengeneze njia ya Bwana, nyesheni mapito yake. Heri mtu atakayeteswa, atakayefungwa, atakayeuawa amafae katika Bwana, tangu sasa pate kupumzika mara baada ya tabu yake, kwa kuwa Mungu mwenye haki yu karibu kuja. Hii ni maana ya neno maranatha.